Sisi tunaamini tutashinda kwa sababu chama na jumuiya zake kimejipanga kushinda, lakini hatutaki ushindi wa kawaida. Kila mkoa ukienda utasikia watu wanatamba. Sisi tunataka kura za Mama Samia ziwe ziongoze kwenye mkoa fulani, na sisi tunawambia kama umoja wa vijana kwamba tunahitaji kura za Dr. Samia Suluhu Hassan ziongoze kwenye mkoa wa Kagera. Na inawezekana, kama tulishinda tukawa wa kwanza kwenye mwenge, tutashindwa kwenye swala la uchaguzi? Ushindi oye, oye! Kwa hiyo tunatamani sana mkoa wetu upate heshima ya kuongoza kwenye kura za Dr. Samia Suluhu Hassan lakini pia ninyi kama Wanakaragwe, wekeni malengo ya kusema kura za wilaya nchi nzima au za majimbo nchi nzima, Karagwe iwe ni ya kwanza. Wangapi wanasema Karagwe ya kwanza? Mama Samia oye, oye! Bashungwa oye, oye! na Wanakaragwe nataka niwaambie tunayo mengi ya kujivunia kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Tunayo ya kujivunia kwenye miradi mikubwa na ya kimkakati inayoendelea kwenye jimbo hili inayoendelea kwenye wilaya hii. Uongo? Kweli? uko mradi hapa wa maji haujapatikana katika wilaya zozote, ni mradi mkubwa sana, nadhani zaidi ya bilioni 60, bilioni 64, uko hapa kwa ajili ya kuhakikisha miji mikubwa ya Kayanga na Murushaka na maeneo ya jirani inapata maji ya kutosha kwenye maeneo yao. Nani kama mama Samia? Nani kama mama Samia? Lakini nataka nikuambie katibu wetu wa chama, sisi tunaotembea tembea kwenye wilaya nyingine, wilaya ya Karagwe ndiyo ina, ina, ina, ina, ina barabara zinazopitika vizuri kuliko hata barabara za vumbi zinapitika na kama kuna zenye changamoto basi ni chache. Nani kama mama Samia? <coughs> hatutaki kwenda kwenye masuala ya elimu, huko ni kila mahala. Hospitali ya wilaya ya Karagwe hapa ndio hospitali kielelezo ndani ya mkoa wetu wa Kagera. <coughs> <coughs> nawezekana watu wanaodanganya, ile ndiyo hospitali. Nilisikia mheshimiwa mkuu wa mkoa anasema ina vifaa ambavyo vingine hata hospitali ya rufaa havipo. Kuna wagonjwa wanazidiwa kule, wanaletwa hapa kwa hospitali ya wilaya. Piga makofi kwa daktari Samia. Eh, ina uwezo wa kuzalisha oksijen hii hospitali yetu, ili wale watu wanaopata shida za upumuaji na nini hapa wanapata huduma. Lakini pia hii hospitali ina uwezo wa kuzilisha hospitali nyingine za wilaya Haya mambo tungeulizana wanakaraka, kabla ya elfu mbili na ishirini yalikuwa hayapo. Uongo kweli? Nani kama Mwasamia? Nani kama sisiemu? Lakini kama haitoshi, sisi ni waambie mheshimiwa Bashungwa, sisi vijana na sio tu wa mkoa wa Kagera, vijana wa nchi hii tunamtizama kama kijana kielelezo tunamtizama kama kijana wa mfano, tunamtizama kama kijana ambaye kutangulia kwake kumejenga imani dhidi yetu. Wewe fikiria kwa umri wake, kaaminiwa na Wanakaragwe, lakini kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu hata mheshimiwa Rais ameendelea kuamini kwa nyakati tofauti tofauti. Piga makofi kae